Mbunge wa jimbo la Kisesa Mheshimiwa Luhaga Mpina ameibua wasiwasi wasi mkubwa juu ya kasi ya ukuaji wa deni la taifa akisema hali hiyo inatia shaka na inahitaji maelezo ya kina kutoka kwa serikali. Akizungumza bungeni, mbunge huyu alieleza kuwa ongezeko kubwa la deni ndani ya kipindi kifupi linaashiria matumizi yasiyo na uwazi na huenda taifa likaingia katika mtego wa madeni. Kwa mujibu wa Mheshimiwa wa Mpina, deni la taifa limeongezeka kutoka shilingi trilioni 64.5 mwaka wa fedha 2021, 2022 hadi kufikia shilingi trilioni 97.36 kwa mwaka wa fedha 2023, 2024. Hili ni ongezeko la shilingi trilioni 32.36 ndani ya kipindi cha miaka minne tu. Alisema kuwa kiwango hicho ni kikubwa mno ukilinganisha na miaka ya nyuma, ambapo deni hilo lilikuwa likiongezeka kwa wastani wa asilimia tano kwa mwaka. Kwa sasa, alisema deni linaongezeka kwa kasi ya asilimia 18 kwa mwaka, jambo ambalo alilitafsiri kama hatari kwa uchumi wa nchi. Mbunge huyo pia alieleza masikitiko yake juu ya kile alichokiita uzembe au kuficha taarifa kwa makusudi baada ya Waziri wa Fedha Daktari Mwigulu Nchemba kushindwa kuwasilisha Bungeni taarifa ya mapokezi ya mikopo na matumizi yake katika miradi ya maendeleo. Alidai kuwa kutopelekwa kwa taarifa hizo kunazidisha mashaka juu ya usimamizi wa fedha hizo na uhalali wa baadhi ya mikopo hiyo. Badala ya waziri wa fedha kutumia muda wake mwingi kusimamia ukusanyaji wa mapato ya serikali, anaonekana kujielekeza zaidi kwenye kutafuta mikopo nje ya nchi. Hili siyo jambo la kufurahisha, kwani linaonyesha kuwa serikali inategemea sana mikopo badala ya kujitegemea kwa mapato ya ndani, alisema Mpina. Akaongeza kuwa kuna haja ya serikali kuweka wazi namna mikopo hiyo inavyotumika, kuhakikisha kuwa fedha hizo zinaelekezwa kwenye miradi halisi ya maendeleo badala ya matumizi ya kawaida au yasiyokuwa na tija kwa wananchi. Alisisitiza umuhimu wa uwazi na uwajibikaji katika usimamizi wa deni la taifa kwa ajili ya kulinda mustakabali wa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Na hii ni Erasmi TV.